Utabiri wa nyota ya mashuke mwaka huu 2026. Awali ya yote ni kuombe usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Mashuke ni nyota ya utulivu, ya akili, uchambuzi, mpangilio, nizamu na kutengeneza mifumo imara. Mwaka 2026 kwako ni mwaka wa kutengeneza upya, mwaka wa kuanza upya bila hofu, mwaka wa kukusanya wanachostahili na mwaka wa kuimarika kwenye kazi, miradi na afya. Tumaini lako, mipango yako na ujuzi wako ndivyo vitakavyokufungulia milango ya mafanikio mwaka 2026. Tuangazie katika mapenzi. Kwa walio kwenye uhusiano, mashuke si mpenda drama, anataka amani, utulivu na mpangilio. Mwaka 2026 unaleta mawasiliano mazuri na ya ukomavu, kusikilizana zaidi, kuondoa shaka, kupunguza ukosoaji kupita kiasi, kufanya mipango ya maisha kwa pamoja, kuweka malengo ya kifamilia. Uhusiano utakuwa imara zaidi kuanzia miezi ya Februari, Mei, Agasti na Novemba. Wapenzi wa Mashuke watakusamini sana kwa kujitolea kwako. Kwa wasio kwenye uhusiano Watu wapya wanaoingia mwaka 2026 watakuwa watulivu, wakomavu, wenye malengo, watu wanaosamini usafi, usalama na uthabiti. Huu ni mwaka wa kukutana na mtu ambaye anaweza kuwa mwenza wako wa maisha. Upendo unaweza kuanza taratibu, lakini ni wazati na wakudumu. Tuangazie kazi na biashara. Mashuke ni nyota yanaostawi sana kwenye kazi zinazohitaji umakini, nidhamu, kupanga akili za uchambuzi, usimamizi na ubunifu wenye mpangilio. Mwaka 2026 unaleta kupata kazi mpya iliyo bora zaidi, kupandishwa cheo, kupewa majukumu makubwa na muhimu, kuaminiwa na mabosi, kuanzisha miradi ya muda mrefu, mafanikio makubwa kwa waliopo kwenye uhasibu, IT, afya, uandishi, biashara za usafi au mafunzo. Kuanzia mwezi Machi hadi Oktoba Mashuke atang'ara kama nyota ya baraka kwenye kazi. Tuangazie upande wa kiafya. Mashuke awe makini na tumbo na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, hasira za ndani na presha ya akili, uchovu wa mwili kutokana na kupambana kupita kiasi, kupungua kwa usingizi, maumivu ya mgongo wa chini, upungufu wa maji mwilini. Ushauri wa kiafya mwaka 2026: kunywa maji mengi, kula polepole pole, punguza pilipili pili, mafuta na vyakula vya haraka. Punguza kuwaza kupita kiasi, pata hewa safi na mazoezi mepesi. Afya yako inakuwa bora zaidi kuanzia mwezi Septemba. Tuangazie upande wa kifedha. Mashuke ni nyota ya kupanga pesa vizuri. Mwaka 2026 unaleta mapato mapya, kupokea fedha zilizokuwa zimechelewa, kupata vyanzo vipya vya kipato, kuanzisha biashara ya pembeni na uwekezaji wa kuleta faida. Tahadhari, epuka matumizi yanitajazia baadaye. Epuka kutafuta faida za haraka. Punguza kukopesha watu wanaolalamika. Ukweli ni kwamba mwaka 2026 unaanza kujenga utajiri wa muda mrefu. Tuangazie siku nzuri za bahati na siku za kujiepusha nazo. Tukianza na siku nzuri, siku hiyo ni Jumatano, siku ya Mekuri sayari ya Mashuke, Jumamosi na Alhamisi siku za kujiepusha nazo ni Ijumaa na Jumanne usiku. Tuangazie nyota za kushirikiana na nyota za kujiepusha nazo. nyota za kushirikiana nazo mwaka elfu mbili na ishirini na sita ni nyota ya ng'ombe, huleta usabiti na maamuzi mazito. Nyota ya mbuzi, huleta kazi na malengo. Nyota ya kaa, huleta upendo na uaminifu. Nyota ya nge, huleta mipango ya siri na mafanikio ya pamoja. Tuangazie nyota za kujiepusha nazo nyota ya punda huleta kasi kupita kiasi kwa mashuke. Nyota ya mapacha huleta mawasiliano ya kurukaruka. Nyota ya simba huleta ukali wa kupita kiasi. Nyota ya mshale huleta kuto kutulia na kuto kukamilisha mipango. Tuangazie saa nzuri za bahati na saa mbaya za kujiepusha nazo, tukianza na saa nzuri: ni saa moja kamili asubuhi hadi saa nne kamili asubuhi, saa nane kamili mchana hadi saa kumi kamili jioni, saa tatu kamili usiku hadi saa tano kamili usiku. Tuangazie sasa saa za kujiepusha nazo. Saa sita kamili mchana hadi saa saba na nusu mchana, saa kumi na moja na nusu jioni hadi saa moja kamili usiku. Tuangazie mafusho na manukato ya mashuke mwaka 2026. Mashuke yanavutiwa na harufu safi, nyepesi na za utulivu. Manukato yanayomfaa ni lavenda, jasmini laiti, white miski, grini tea perfume, lemoni freshi, sandar, sandalwood softi. Tuangazie mafusho yanayomfaa nyota ya mashuke: ubani mweupe, mkaratusi ama eukaliptus, udiraini usio mzito, mrehani kwa kusafisha akili. Tuangazie rangi ya bahati na nambari za bahati. Rangi ya bahati ni kijani kibichi beige, cream, bluu ya bahari nyepesi, nyeupe ya lulu. Tukiangazia nambari za bahati ni nambari 5, 14, 23, 41 na 55. Tuangazie ndoto za kawaida mashuke yatakazoota mwaka 2026. Utaota mara nyingi kuhesabu vitu au kupanga, inamaanisha akili yako iko kazini. Bustani au miti inamaanisha ukuaji maji tulivu inamaanisha amani, barabara ndefu inamaanisha malengo mapya, kupoteza kitu inamaanisha stresi ya ndani. Ukiona nyumba safi kwenye ndoto, ni ishara ya maendeleo mazuri. Tuangazie majanga na changamoto za kujiepusha nazo mwaka 2026. Tahadhari na kuto kujiamini kupita kiasi, kukosoa watu bila kufikiria, kuamini taarifa bila kuchunguza msongo wa kazi nyingi, kuruhusu watu kutumia wema wako vibaya, na kuepuka safari za ghafla mwezi Mei. Hakuna majanga makubwa, ila ni mwaka wa akili, tahadhari na mipango. Ushauri mkubwa wa mwaka 2026 kwa nyota ya Mashuke: amini ubora wako, umejificha sana kwa muda mrefu. Punguza kukosoa, ongeza huruma, jenga kitu chako, biashara, ujuzi au mali. Pumzika, Akili yako ni hazina isichoke. Fanya maamuzi taratibu lakini kwa uthabiti, weka mipaka na watu wanaochukua nguvu zako. Mwaka wa 2026 kwa Mashuke ni mwaka wa kuimarika, kutulia, kukua, kupanda cheo, kujijenga kifedha na kupata upendo wa kweli wenye usalama. Ni mwaka wa mpangilio, utajiri na mafanikio ya kudumu. Huo ndio utabiri wa nyota ya mashuke mwaka huu 2026. Basi nikusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.